Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ili na, na mimi niweze kuchangia kwenye hotuba hii ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri. Na kwanza kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa, kazi ya uzalendo, kazi ya kujitoa na kuhakikisha anatetea maslahi ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka tu kuwakumbusha wabunge, tukumbuke nyuma tulikotoka. Tanzania haikuwa kama hivi ilivyo leo. Wako watu walioumia, wako watu waliopoteza nafasi, wako watu waliopoteza muda wao kulitumikia taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kabisa naomba niwapongeze viongozi wote waliotangulia kwa kazi kubwa sana waliofanya, na ndio maana mpaka leo Chama cha Mapinduzi kiko madarakani. Kwa sababu so, ninaamini kila baada ya miaka kumi tunabadilisha uongozi na bahati nzuri Chama cha Mapinduzi kinashika nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niliambia bunge lako tukufu kwamba Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake yote kwa ujumla inafanya kazi kubwa, na naamini kabisa tutakwenda mpaka mwaka 2025 amalize muda wake ndani ya miaka kumi. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kuwa msikivu. Mwaka jana ni miongoni mwa watu niliochangia bajeti hii ya Wizara ya Fedha, lakini kwa bahati mbaya, baadhi ya mawaziri waliniomba mwongozo kuhusiana na jambo la transit eh, VAT on transit goods, lakini leo nimeona wakishangilia. Mheshimiwa, hili nitaka niliweke sawa tu kwamba ni vizuri na sisi ambao hatuna PhD, tunapokuwa tunachangia, mnatusikiliza. Sisi wengine tunafanya biashara sisi wengine tumezaliwa humo humo kwenye biashara kwao, tuna baadhi ya mambo tunayajua humo, mnatusikiliza na tunapechidiza mitaani. Sasa Mheshimiwa Waziri, nitaka niombe sana pale ambapo sisi tunapotaka kuchangia basi yale mambo ya msingi muweze kuyachukua na kuweza kuyafanyia kazi. Ili swala la transit la, la VAT on transit goods tulipigia kelele sana, lakini mmelichukua mwaka huu mmeliondoa, lakini ninavyoona kwa bahati mbaya sana mmeliondoa, mmewekea kipengele cha wiki moja. Baada ya wiki moja mnawachaji tena VAT kwa mzigo unao unao unaokwenda nje nje. Mheshimiwa, kama tuturekebishe tuturekebishe jumla. Mimi nataka kushauri tu mheshimiwa waziri, basi at least siku hata siku 30, kwa sababu kwa wiki moja kwa bandari yetu Dar es Salaam, ni area yetu Dar es Salaam, kila siku system iko down. Wiki moja itapita na matokeo yake tutawachaji tena upya. Nitakuomba sana mheshimiwa waziri hili uliangalie kesh unapokuja hapa basi uje tueleze ni nikuombe sana, kama unataka kutaka kurekebisha jambo tulirekebishe moja kwa moja, kwa sababu leo hii tumepoteza wateja wengi sana, wateja wengi wamekimbilia Msumbiji kule Beira, wengine wamekimbilia nchi nyingine. Sasa tunapoanza utaratibu wa kutaka kuwarudisha wateja hawa, basi tuhakikishe tunawawekea masuala yote ya msingi vizuri. Mfano VAT tuiondoe, iwekeni mwezi mmoja. Mimi nafikiri kabisa hao watu watarudi na biashara itaweza kuongoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Nitaka nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kutoa road license kusamee hili tozo la road license, lakini tumechukua shilingi arobaini tumeipeleka tumepeleka kwenye mafuta. Naunga mkono hoja ya kuweka shilingi arobaini katika kila lit, lengo letu ni maendeleo. Lakini mheshimiwa, toka uhuru tunalia swala la maji, ni wimbo wa taifa, kila siku maji, maji, maji. Kwa nini sasa shilingi arobaini hizi tusizichukua tukaziwekea mfuko maalum wa maji vijijini? Tutengee kabisa tuwekea kabisa ring fence pale, kwamba ili hizi pesa tunazozipata ziende kwenye maji vijijini. Mheshimiwa, kero ya maji bado ni kubwa na magonjwa yanayosababishwa na maji bado ni makubwa. Niombe sana swala hili tuliweke kipaumbele, lakini lingine siungi mkono kwa baadhi wajiuma, wabunga, nasema, ya wabunge wanasema tuongeze shilingi 50 kwenye kwenye mafuta. Unajua ni rahisi kusema tuongeze na mimi ninavyoona sasa, logola, kila kitu tunaongeza kwenye mafuta, kwenye mafuta. Tutafute vyanzo vingine ili tuweze kupata fedha za kuweza kutimiza bajeti yetu. Mimi naunga mkono shilingi 40, lakini siungi mkono shilingi hamsini kuongezwa kwenye mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi yalikuwa mengi sana ambayo nataka kuongelea. Jambo hilo la kila tatu, nataka kuongelea uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Kwenye bajeti mwaka jana tulipitisha bajeti ya uwanja wa ndege ujengwe kwa kiwango cha lami. Tumekuwa tukipigania sana lakini kubwa ambayo naliona sasa hivi ambayo nalipigania ni kwamba wale watu ambao watakiwa walipe fidia, ambao wanazunguka uwanja wa ndege, gharama za ujenzi zimezidi, ninaomba wafikiriwe upya ili waweze kufanyiwa uhakiki kwa gharama ya sasa. Na nipongeze kabisa bajeti yako, lakini nilimpongeza kabisa kwa kujenga uwanja wa ndege, sio sio uwanja wa ndege pake yake Sumbawanga, lakini viwanja vingine vyote ambavyo vinajengwa, kwa sababu ninaamini kila kwenye uwanja wa ndege maendeleo yatakuwepo. kwa hiyo lingine ambayo nataka kuliongelea ntaa ni niulize tu hivi shisha. Mheshimiwa Waziri, Waziri, Waziri wa fedha huko hapa, na Waziri wa mambo ya ndani yuko hapa, shisha hii ni haramu? shisha hii ni madawa ya kulevya? na kama ni madawa ya kulevya, kwa nini TRA mnakusanya kodi? kwa nini ile tumbako inapofika bandarini mnaichaji kodi? na kama ni madawa kulevya, waziri yuko hapa naye atujibu. na kama ni madawa kulevya au shisha inatumika vibaya, hata sigara inatumika vibaya, sigara watu waliweka bangi mle, sigara wanaweza kuweka chochote kile. Ni kazi ya polisi kuhakikisha ile shisha haitumiki vibaya, lakini sasa leo tunaipiga marufuku, anatoka mtu tu huko sio kagumana na mke wake au mpenzi wake, anakuja kusema shisha marufuku. Na hiyo marufuku ya shisha iko Dar es Salaam peke yake, ukienda Arusha wanavuta shisha, ukienda Dodoma hapa wanavuta shisha, ukienda sehemu nyingine wanavuta. Sasa mimi nataka niombe mheshimiwa Waziri kama shisha hii ni madawa ya kulevya, tuipige marufuku leo na kwenye kodi tuiondoe, maana kwenye kodi imo. Ukiwauliza wajamaa tf, TFDA wanasema haina madhara, wana, nani mkemia mkuu anakwambia haina madhara, lakini ukija huko nakwambia hii inatumika na madawa ya kule <tostos> ni wajibu wa polisi, ni wajibu wa kila raia, ukiona kama kuna mtu anatumia madawa yale au anatumia shisha vibaya akamatwe. Lakini ukienda nchi za Kiarabu wanavuta, ukienda Uingereza wanavuta, ukienda, ukienda, ukienda, ukienda dunia, dunia nzima kasoro Dar es Salaam. Nataka niseme iliangalieni, tusiwaumize wananchi. Wako watu wanalipia kodi ya Dar es Salaam, lakini ikitoka inapigwa marufuku. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuongelea jambo la mwisho, ni swala la bodi ya SELF. Bodi hii mwaka jana iliahidi kutoa mikopo ya shilingi bilioni 12 lakini kwa hatimaye mwaka jana walitoa shilingi bilioni 9 na mwaka huu walipanga shilingi bilioni bilioni 7 kuweza kuwakopesha wafanyabiashara taasisi kubwa lakini kwenye bajeti hii tumepanga bilioni ishirini mwakani lakini bodi hii imevunjwa. Bodi hii haipo. Sasa hizi fedha zetu tunaweza zipanga? Jamani, tunangoja nini? Bodi hii imevunjwa leo na mwaka mzima hebu jaribu kuangalia kama kuna jambo ambalo linataka kufanyika kwa haraka lifanyike kwa haraka. Asante kwa mchango wako Mheshimiwa Kanyasu jiandae Mheshimiwa Chikota. Baada ya kusema machache naunga mkono hoja Mheshimiwa.